Boy. Sasa mzigo unaanzia mwaka 1866 ambapo kuna familia inaingia Marekani kwa mara ya kwanza ikitokea Denmark. Tunamwona John ambaye alisafiri mapema na ndugu yake Peter. John alipokea familia yake yani, mkewe Mary na mtoto wao wakiwa

Kabla ya msafara kuondoka, wanasogea vijana wawili na kuanza kusumbua wa wasafiri. Baada ya malumbano kidogo, wapenzi wale walishuka na kuachia siti zao, huku John na familia yake wakiwatazama tu. Wasichokijua ni kwamba hao majamaa walikuwa ni wahalifu hatari sana, walioachiliwa gerezani siku chache tu zilizopita. Mwanzo walijifanya wazuri sana kwao, ila kilichofuata kilikuwa ni majuto ya hali ya juu.

Jua lilipochomoza Peter amefika eneo la tukio. Alipoona mili ile macho yake yalijawa na machozi, alishindwa kulia. Badala yake akamkumbatia John na kumliwaza, maana alijua hiyo siku ni ngumu sana kwake. Yani amepoteza vyote, amebaki yeye tu. Kwa upande wa pili tunamwona gang leader anaitwa Henry. Huyu jamaa alikuwa hatari sana katika eneo hilo. Alikuwa na jazba baada ya kujua mdogo wake amefariki, kwa hiyo alitaka alipe kisasi kwa hilo It ain't nobody from around here. I I I need to to to know who killed my brother. I will give you You you You two hours to find find the the man man man that that that did did this. this. I want that man alive. You have until noon to find the man that did this, or you bring me two of your people. You choose two. Baada ya kusikia vile kila mtu alikumbwa na taharuki maana muda ulikuwa tayari umeshapotea kwa kuwa masaa mawili waliopewa walikuwa tayari ameshakwisha basi wanakijiji kwa pamoja wakawatoa watu, wa watu kadhaa sadaka, akiwemo bibi mmoja mzee sana ambaye muda wote ule kifo kilikuwa kinamnyemelea pamoja na kijana ambaye alikuwa na ulemavu. John na Peter wakawasili katika kijiji kile ambacho majanga yalitokea, bila kujua kwamba wao ndio wanaowindwa, halafu hawajulikani bado. Lengo lao lilikuwa ni kuuza baadhi ya vitu vyao ili waweze kurudi Marekani. Peter alienda kuuza katika duka fulani hivi. Katika mazungumzo na muuzaji dogo, akagundua kwamba Peter na John ni wengaji wazuri sana wa shabaha, kwa hiyo alijua Harry atakuja tu kwa dhuru tena, hivyo alitamani Peter awe pale kwa ajili ya kusaidia. Peter alipojua hilo aliwaza. He understands this. He tells the the man that the villagers should not start a fight because they wala wala already know

Kisha tunamwona Henry na Madelino wakiwa mezani kujadiliana juu ya ardhi zenye rutuba zilizopo kijijini hapo. Henry aliapa kuchukua kila kitu, na mpango wake ukiwa serikali ikija tu basi ataizunguka na kuchukua kila kitu kupitia ardhi. Turudi kwa John ambaye alikuwa amekamatwa na chifu wa kijiji na kufungwa. Muda mchache baadaye inapita pia analetwa pale pale, yaani wanashangaa kwamba wanakutana eneo moja. Hakuna akamsaidia mwenzia, alafu mwenzake akaenda kufungwa katika chumba kinachofuata. Chifu alianza mahojiano na John lakini John alimwambia kwamba Ayake hausiki na lolote lile. Kwa hiyo alitamani sana Peter aweze kuachiwa aondoke tu. if alimsema John kwa kumuua po, maana Henry atafika hapo muda wowote na kumsambaratisha. Malcolm akasema Henry ana roho mbaya sawa, lakini hakuwahi kuwa na roho mbaya kupita kiasi namna hii, lakini kifo cha ndugu yake kimemfanya awe zaidi ya mnyama, yaani kama akachanganyikiwa hivi.

Upande wa pili tunamwona Henry akiuhoi, baada ya kumuingilia madalini kwa nguvu, huko akidai kwamba alikuwa akimtaka sana tu, lakini mumewe alikuwa naeka kikwazo, yani ile kama sitaki, basi mimi naitaka sana tu, okay. na sasa bwana John, baada ya kutoroka alijitenga mbali, maana hakubaki na yeyote kwenye familia yake. Hata kaka yake Pita alifariki, kwa hiyo alikuwa na nguvu nyingine kuweza kulipiza kisasi kwa ajili ya familia yake yote, yani hakuwa na chochote kile cha kupoteza tena. Henry naye amefika nyumbani, anashangaa hakuna alichoachiwa, yaani palikombwa kila kitu na Madeline. Hapo Henry akagundua kwamba tayari ameshasalitiwa pia. Madeline amezama ndani ya treni akiwa na mtonyo wa kutosha, tayari kwenda mbali na eneo lile, lakini treni ilipopunguza kasi tu, alihisi kabisa mambo hayako sawa, maana watu wa Henry walikuwa tayari wanamfuatilia kwa farasi. Madeline naye hakuwa tayari kurudi nyuma, hivyo alipambana kujitetea. Juni ameweza kuifikia nyumba moja viliojitenga mbali kidogo na eneo lile. Mwanamke wenye lile alimshikia silaha, maana hakuwa mwenyeji wa pale, lakini John hakuonyesha kama ni mtu mbaya. Baada ya pale akaanza kunywa maji ya kisima. Madamu alimpatia hifadhi, alihitaji kumjua zaidi. Once you've all had your way with her, cut her throat.

Kwa kuwa John alikuwa tayari na vita na hakuwa na chochote kile cha kupoteza, basi moja kwa moja akaenda katika duka la silaha. Hapa tunamwona tena yule dogo ambaye aliongea na Peter siku chache zilizopita, kabla ya kufariki, siku ambayo alikuja pale kuuza vitu vyake. Dogo alijikuta anavutiwa sana na John na alikubali kushirikiana naye, hivyo alimkusanyia mzigo wa kutosha, ili aweze kumaliza matatizo yaliyopo pale, maana wamechoka sana kuonewa. Asubuhi, kumekucha. Nyumbani kwa Henry, ugeni ya mti unaingia ililikuwa ni jineza na watu wake walipojaribu kufungua, walikuta mwili ulioanza kuharibika, kwa hiyo wakajua tayari kimeshaumana. Harry sure ah! Alipoteza maisha na watu wake wote. Serikali ilipofika na kutaka kuondoka na Madeleine, John alizuia na kuhakikishia kwamba atakuwa salama akiwa naye, yaani anahakikishia usalama wa binti, maana wataondoka kabisa eneo lile no,